Unaweza kuita Zaburi 13 somo la msingi wa maombi mia moja na moja. Sasa ni kozi muhimu kwa kila muumini ambaye mara nyingi hujikuta akihudhuria kile tunachoweza kuita leo shule ya mapigo makali. Hapa darasa linapofunguliwa, Daudi anaomba katika mstari wa moja: je, ni mpaka lini, e Bwana, utanisahau milele? Sasa hiyo inasikika zaidi kama malalamiko kuliko maombi, sivyo? Naam, ni na. Daudi anaendelea kulalamika kwamba Mungu mara nyingi anachelewa darasani, au labda anajificha kutoka kwake, jambo ambalo linamfanya Daudi kuteseka zaidi. Aina hii ya maombi kwa njia, ni ya kweli na kwa waminifu. Hujawahi kuhisi hivyo na Mungu wakati mwingine? Je, hujafurahi kwamba zaburi zinajumuisha aina hii ya malalamiko? Ni mpaka lini, ye Bwana? Je, utanisahau Milele. Naam, je, Mungu anamjibu Daudi kwa kutuma radi hapa? Hapana kabisa. Kwa kweli, Bwana kwa uvumilivu anamruhusu Daudi kumpa sababu zote kwa nini anahisi hivi. Tunapenda kufikiria kwamba Mungu hawezi kushughulikia maswali yetu magumu, hisia zetu za wazi. Tunapenda kufikiria kwamba Mungu atajisikia vibaya ikiwa hatutabasamu kila tunapopiga magoti kuomba. Wapendwa, hakuna kitu kilicho mbali zaidi na ukweli. Kwa kweli, nataka ukumbuke kwamba Mungu tayari anajua malalamiko yako yanayokuja. Kwa kweli, anajua mabaya zaidi kuhusu wewe. Baada ya yote, alikujua kabla hajakuokoa. Kwa hivyo, kunaweza kuwa na nyakati ambapo umeudhika na kukasirika na kukatishwa tamaa na Mungu, kama Daudi alivyo hapa. Lakini Mungu anaweza kuvumilia, anaweza kushughulikia Naam, hapa Daudi anahisi kama Mungu amemsahau. Hii ni dhana isiyo sahihi. Mungu hajamsahau Daudi. Mungu amekuwa akimfuatilia Daudi ingawa wakati huu wa giza na wakusumbua umeingia katika maisha ya Daudi. Sasa Daudi anaendelea hapa kutoa sababu nzuri sana kwa nini Mungu anapaswa kujitokeza na kwa nini Mungu anapaswa kutenda kwa niaba yake. Hapa katika mstari wa tatu, Daudi anasema fikiria, na unijibu, e Bwana Mungu wangu. Sasa kimsingi anasema hapa, Bwana kumbuka mimi ni wako, wewe ni Mungu wangu. Huo ni ukumbusho mzuri, sivyo? kwa mioyo yetu wenyewe kwa hivyo, baada ya kumimina moyo wake katika maombi, Daudi anapata kile ambacho wewe na mimi mara nyingi tunapata pia, na hiyo ni uhakikisho wa ahadi na uaminifu wa Mungu. Kwa hivyo, Daudi anafunga wimbo huu maalum kwa kuandika hapa katika mistari ya tano na sita lakini nimeamini katika upendo wako usiobadilika, moyo wangu utafurahia wokovu wako, nitaimba kwa Bwana. Sasa kwa hayo tunatoka darasani. Tumeita maombi mia moja na moja hapa katika Zaburi kumi na tatu, na tutaenda kubadilisha hadi darasa lingine hapa katika Zaburi kumi na nne, na tunaweza kuita kozi hii binadamu wa msingi mia moja na moja na lazima nikuambie siyo mandhari nzuri. Wasi wa moyo wa mwanadamu dhidi ya Mungu kwa kweli haujabadilika katika historia ya mwanadamu, na Daudi anaandika kuhusu hili hapa katika mstari wa moja, na anasema hivi: mpumbavu husema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa maneno mengine, mpumbavu husema Mungu ni fikra tu ya mawazo yako, hakuna Mungu kama huyo, Mungu hata hayupo. Ukiangalia mwishoni mwa karne ya kumi na tisa, mtu mmoja alieneza wazo hili kwa umati huko Ulaya. Jina lake lilikuwa Friedrich Nietzsche. alizaliwa katika familia ya mchungaji mhudumu wa Kiprotestanti, lakini baba yake alikufa alipokuwa bado mdogo, na kufikia umri wa miaka kumi na mbili alikuwa amekataa imani ya wazazi wake aliendelea na kufafanua upya utatu kwa njia ya kufuru kama Mungu Baba, Mungu Mwana na mungu Ibilisi. Unaweza kufikiria hilo? Hii ilikuwa kama hatua yake ya kwanza katika maisha ya uasi. Maandishi yake yalihalalisha vurugu na ukandamizaji na falsafa yake ingeadhiri utamaduni kwa vizazi kadhaa. Kitabu chake maarufu zaidi kilichoitwa Mpinga Kristo iliwataka watu kumpinga Mungu. Nietzsche angeita Ukristo kama laana kuu, moja doa moja la kimaadili la mwanadamu, na angeendelea kurudia mara kwa mara, Mungu amekufa, Mungu amekufa, Mungu amekufa. Kwa maneno mengine, tunahitaji kuwa wazo lolote la Mungu aliye hai. Sawa, wacha nikuambie, Nietzsche alikufa kwa huzuni akiwa amechanganyikiwa kabisa. Anasimama hadi leo kama mfano mwingine wa Zaburi 14 mstari wa 1, "Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Nietzsche alijifunza kwa kuchelewa sana kwamba Mungu yupo, Mungu yupo na anaishi kabisa. Sasa turudi kwenye kozi hii ya ubinadamu wa msingi, ambapo Daudi anaandika kwa mtazamo wa kinabii. Mstari wa mbili, Bwana anatazama chini kutoka mbinguni kwa watoto wa mwanadamu, kuona kama kuna yeyote anayeweza kuelewa, anayemtafuta Mungu. Sawa, Bwana anaona nini? Wote wamekengeuka pamoja, wamekuwa wapotovu, hakuna anayefanya mema, hata mmoja. Hiyo inaweza kusikika kuwa ya kawaida, kwa sababu mtume Paulo ananukuu mstari huu katika Warumi tatu na mstari wa kumi na mbili anapozungumzia jamii ya wanadamu. Kwa kweli, maandiko haya haya yatanukuliwa tena katika Zaburi hamsini na tatu. Ni kama mungu anataka kuhakikisha tunalielewa, kwa hiyo atarudia mara tatu katika Biblia. Hii ni msingi wa ubinadamu mia moja na moja. Ubinadamu wote umepotoka ubinadamu wote unazaliwa na dhambi, hakuna anayefanya nzuri. Kama neno la Kiebrania kwa upotovu hapa katika mstari wa tatu linamaanisha kuchafuliwa. Inahusu kile ambacho ni kichafu. Siku nyingine nilitoa mabaki ya nyama ya kuchoma kutoka kwenye friji. Nilikuwa naenda kutengeneza sandwichi na mke wangu alinionya na kusema oh, hapana mpenzi, usitumie hiyo nyama, imechafuliwa. Nilipaswa kuitupa siku kadhaa zilizopita. Naam, ingenifanya niwe mgonjwa. Kwa nini? Ilikuwa imeharibika, ilikuwa imeharibiwa, ilikuwa tunaita imechafuliwa. Hivyo ndivyo moyo wa mwanadamu ulivyo. Hata tunapofanya jambo jema, limechafuliwa na maslahi binafsi, kujipongeza, kujitangaza. Hata mema tunayofanya yamechafuliwa na dhambi. Jinsi tunavyohitaji mwokozi anayeweza kutusamehe kwa nini? Kwa sababu hadi wenye kiini tumeharibiwa, tumeharibiwa, tumechafuliwa wanjia, kuja kwa njia. Unapokuja kwa mwokozi anakusamehe na anakuwekea haki yake kwenye akaunti yako. Umefilisika, yeye ni tajiri na anabadilisha jina kwenye akaunti yako, analipa dhambi zako, anafunika kufilisika kwako na anakupa utajiri wa haki yake. Sasa hapa katika Zaburi sura ya 15, Daudi anaimarisha uhusiano huo ambao tunapaswa kuwa nao na Bwana wetu, na atauliza maswali mawili yanayofanana hapa, na kisha atatupa jibu. Maswali yako hapa katika katika mstari wa moja. E Bwana, ni nani hema yako? Ni nani atakayekaa kwenye mlima wako mtakatifu? Naam, maneno ya mlima na hema hapa yanarejelea maskani halisi ambayo ilijumuisha patakatifu pa patakatifu na uwepo wa Mungu ukiwaka juu yake katika nguzo ya moto. Ni nani anayeweza kukaa katika hema la Bwana? Unaona, Daudi anauliza. Ni nani angeweza kualikwa kama mgeni katika nyumba ya Mungu? Kwa hiyo Daudi anajibu swali hapa katika mstari wa mbili. Yeye anayetembea bila lawama na kufanya yaliyo sawa. Sasa mtu anayepata mwaliko huo hapa si mtu mkamilifu. Mtu wa Mungu katika Biblia ni yule anayefuata mtindo wa maisha unaofanana na Mungu. Na wakati watu wa Mungu wanapofanya dhambi, wataungama dhambi zao. Wataelekea kwa Mungu, wataanza kutembea naye tena. Kwa kweli, Daudi anamwelezea mtu wa Mungu hapa kama mtu ambaye hasemi uongo kwa ulimi wake na hafanyi uovu kwa jirani yake, mstari wa tatu, hachukui rusho dhidi ya wasio na hatia, mstari wa tano. Kwa maneno mengine, mtu wa Mungu ana maneno ya kiungu, ana mwenendo wa kiungu unaohusiana na mahusiano yake yote ya kibinafsi. Kwa maana halisi hapa, Daudi anasema mtu ambaye ni mgeni aliyealikwa katika nyumba ya Mungu katika uwepo wa Mungu ni mtu ambaye anataka kuwa mgeni katika nyumba ya Mungu. Awalazimishi mtu yeyote kuingia humo. Sasa wapendwa, najua watu wengi ambao hawataki kamwe kuwa wageni katika nyumba ya Mungu, hawataki kuwa katika uwepo wake. Swali tunalopaswa kujibu ni hili, je, wewe unataka? Je, unataka kuwa mgeni aliyealikwa? Basi hilo ndilo swali la leo. Je, unaishi katika Zaburi 14? Ukisema moyoni mwako na kuishi maisha yako kwa namna inayosema hakuna Mungu, Mungu hayupo? Au unataka kuishi hapa katika Zaburi 15, ambapo kipaumbele chako maishani si tu kuamini kwamba Mungu yupo, bali pia kutamani kushiriki kwa Mungu katika kila sehemu ya maisha yako. Mungu amekualika kuishi katika nyumba yake. Swali ni je, unamkaribisha yeye? Kuishi katika yako. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata. Pamoja wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.